Iwe ni mamlaka iwe ni madaraka iwe ni familia mm -hmm. iwe ni yewa iwe ni chochote ndio. Na ukiona <coughs> rais mwenyewe anaweza kuongea maneno ya kuhusu neema maneno ya kuhusu Mungu. mm -hmm. Kila hatua ni Mungu, ujue kuna jambo anajua. Ndio, Daudi mwenyewe alisema, mm -hmm. Bwana ndiye mchungaji wangu nitapungukiwa na kitu katika malisho yani, eh, mm. ya majani mabichi unilaza. Yaani, unaona, Bwana ni chungu yaani, mwambie nichunguze, ujue moyo wangu, ndio Bwana nijua mawazo wangu, uone kama kuna njia uletaa majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya uzima. Unaona mm -hmm. ndio hapa hapa duniani kuna era pia na kuna mbinguni. Mm -hmm. na kila kitu tunafanya, kila kazi tunafanya, kuna wakati tunafanya mambo yote. Mm -hmm. Lakini kuna kazi, uhusiano wako na mola wako, Mm -hmm. ushirika wako na mola wako. Mm -hmm. na ndio nasikia kuna wakati mtumishi mmoja alisema, but my god shall supply all your need Mm -hmm. according to his riches in glory by Christ Jesus. Mm -hmm. Alipofika akasema but my god, kuna wakati nafikaga, unasema lakini Mungu wangu uh -huh. Maana ule hawamjui wao eh? Lakini wewe mwenyewe umemwona katika hii safari, rais wetu ameona Mungu katika hii safari, ametolewa katika malisho, ametolewa katika panda panda bedua na panda shuka nyingi, akawa mahali yuko mm -hmm. Kwa hivyo wakati anasema anapea kanisa ziati, anapea anapea kanisa anjenge makanisa. Na kusema kweli, tukiangalia maadili na malezi, wazazi wameshindwa, wazee wameshindwa, vijana wameshindwa, mzee mm -hmm. wa mmoja wa ndiye anang'ang'ana kubadilisha Kenya naye si mwingine ni rais wetu. Awe ni nani anampenda na penda, akuwe, na ile lam penda, Mkenya penda Kenya, badilisha ulimwengu hakuna <laughs> kitu ako nacho Mm -hmm. Wakati unaona anafikia kama Baba Raila anafikia vijana anafikia hawa anafikia mhubiri angalau, anaona kuna wewe mwenyewe unajua kuna Biblia lakini unapoangalia unaona anapotoka kama ile mhubiri, unaona anapotoka kama ile ashakaola. Ndio. Niambie. Jana kuangalia mm -hmm. runinga moja watu walikuwa najia, sijawaona mtoto wangu na familia na mama wote wanienda, mama ndio yule akokochini, lakini watoto wangu sijaona, yule wa kwetu anaitwa Mwichi Jambo la kusikitisha, niambie wewe, kama ndio rais, ukiangalia mambo ya elimu, ungeangalia mambo ya matibabu, lakini huyo -hmm. mtu mnasema, akiangalia mambo ya uraibu wake na Mola wake na kama ni kanisa injengwe, si afadhali tuangalie huyu mtu anaweza tengenezwa na nini? Kwa sababu tukishamaaa sa asikii tukimwambia mm -hmm. mambo yangana asikii tukimwambia kuhusu Mkenya asikii, basi mucazi asikii, mtoto mm -hmm. asikii, mwalimu asiki, asiki, asiki, wote, daktari wote ni azikii, ndio asikii, na kama kimbilio ni kwae kwa Mungu, na ndio unasikia kuna mahali ilifika akasema kasikia eh, bibilia ikisema E, amaweza ye mtu kuingia ndani ya mtu mwenye nguvu ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, azipo mupunga kwanza yule mtu mwenye nguvu, ndipo ataweza iteka nyumba yake. Lazima tuangalie vile tutateka mambo ile ya maadili. mm, -hmm. mm -hmm. Na kama hiyo ndio maono ya rais wetu, mm -hmm. si rais ni kwa sababu kwa rais si rais. Lazima angalie na tu unaona wale wanataka kuuza Kenya kwa ukatili, ule Illuminati, wanajaribu kumwambia vijana wetu wanachosema, hawana chochote kama jana. Mhm. Mm Wewe -hmm. yeah. We utaenda, wewe utaenda kukung'ang'ana na kutupia pesa. Pesa imetoka kwa nani? Mhm. Mm uende muambie, "Em ndio nikwambia, kuna kitu hapa na najanaashukurani walikizuia. We unaenda kutoa, rais ndiye ametoa pesa yake na yeye ndio mwenye Kenya yote, iwe ni resources, iwe ni energy, iwe ni time, iwe even..., kila kitu Mungu amempeana, ako na hiyo uwezo na nguvu yote kwa media zote, kila kitu yote, kwa upanga amepewa kulinda Kenya, kila kitu mm -hmm. <tukua> baite, ujua, kwa hio Wakenya ni tumwombee Rais huyu wetu wakatio. Mimi kama baitee, nasikia nisikia kwa siku juu nyingi sana, lakini nimeona manufaa sana na kufan, kufanikiwa sana kupitia uongozi wa Rais wetu. Kuna mambo kwa miaka mingi sijaifanya, lakini kupitia uongozi wake hii ngumu hii mawe imekuwa sali kwangu. Umewai kusikia mawe ikitoa ikitoa asali? Tunaanza kusikia leo yo mbaite mawe yawaite <laughs> hii serikali imekuwa ni ya mawe na kuna hazali pale. Wewe oh, unaona mawe, lakini ukipita pita ukitembea na hii annini nini, upafute yuu baba, upafute hey. Rais wetu Kenya kwanza Kenya kwanza, wewe mkete dukuu la hazali kwa hiyo mawe lakini kwanza lazima ukubali kutii, lazima ukubali kuheshimu, lazima ukubali maadili ya Mungu. hmm. na mkenya na Kenya yetu tubadilishe, penda Kenya, penda hmm. Mkenya, badilisha ulimwengu. Shukrani sana, asante sana, asante sana ndugu Mbaite. Uh, kitu ambacho nimependezwa zaidi na ndugu Mbaite, ameangalia from both sides. hata upande wa rais, licha kwamba amesema kwamba mambo ni mazuri, pia amesema tumuombe ili aone na zile sehemu nyingine, kama kwa mfano eh, elimu eh, elimu hii ufadhili wa pesa pesa za ufadhili wa elimu na mambo kama haya. Kwa hiyo suko, suko, pale sha eh, aione pia hilo yani, uh, huku kama vile anavyochangisha ndio azingatie uh, na huku Iqra FM. Hello, karibu sana Somo Omar Ali Boy <laughs> <laughs> ya kwamba sisi hapa Kenya tumenyimwa msaada wa dawa mm -hmm. Kwa sababu tulishazoea kusaidiwa, sasa hii tumenyimwa, tumewachwa bila msaada wa dawa za watu wa ukimwi mm -hmm. na kadhalika, badala yake kwanza afocus huyo madawa, tutapata pesa kama hizo aingize kwa health na aamurishe maminista waendelee kumuunga mkono katika hiyo kazi yake ya kusaidia wa Kenya kuwapata dawa ndio Amesikia iti yetu hii mm -hmm. Waalimu hawajalipwa sijui miaka ngapi. Badaa aseme mimi kama baba wa taifa mm -hmm. Wacha nipunguzie serikali mzigo, kwa sababu ni naye, wacha nitue hizi kidogo, kuleni hizi kabla. Erkai sasa anachukua hizi pesa anasemeka ndipo sipo, ili kuonyesha hata baadhi, anapeleka nia yake si nzuri kwa sababu ni vidogo ambazo hazina mwelekeo hapo, mm -hmm. Mimi naona wanafanya vizuri, wacha wafanye tu aweze kutoka aone haya. Huyu ni somo Omar uh, Ali uh, akitoa hisia zake yeye, yeah, anakinzana kabisa na anasema na, na, na, kwamba uh, angeangalia Uh, kwa upande mmoja au mwingine nasema narudia tena uh, juhudi na jitihada aliyonayo katika michango angewekeza vile vile hizi juhudi katika utendakazi wa serikali, kwamba kuna pesa ya mwananchi zile pesa zake. Mimi by the way nasema tena, si, si, si mlaumu Uh, kwa sababu ni pesa zake mwenyewe, anasema natoa zake mfukoni, si, si pesa za umma. Lakini sasa kuna zile pesa za umma anazozisimamia, angefanya kama vile anavyopenda michango ya kanisa akapenda vile, zile pia azitumikie vile inavyopaswa na inavyotakikana. Ikra FM. Hello, salamu alaykum, wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fadhil, karibu karibu. Nashukuru, nashukuru sana na pongeza Ikra. Hmm. Asante sana. Na sisi, tunakupongeza wewe Fadhil Nasema hivi kwa vile wanasema rais anatoa. mm -hmm. kutoa sadaka si mbaya, ndio ndio vile an, an, an, anatoa sadaka. sisi pia Waislamu hapa tunakuwa kila Ijumaa, angekuwa pia anatutembelea. mm -hmm. Sababu <laughs> <laughs> wametusahau, an wakristo pekee yake. Ehe. Ndio, tutamwambia maneno ya dawa, maneno ya shule. Okay. naye karibu, ndio naye karibu, ndiyo asante. Sasa lingine linakuja. Oh marabu. Nimependa sana hoja <laughs> ya <de> ufadhili <laughs> swali <So> lingine <laughs> linakuja uh, kulikuwa na kanisa moja eneo la Soweto miezi michache iliyopita eh, hey. Waliweza kupatiwa mchango wa milioni mbili nukta sita mm, lakini wakaregesha. Kisha, na baada ya kuregesha kauli yake rais ilikuwa gani? mm -hmm. wakati ambapo alisema yeye yeah, anajua ya kuwa mm -hmm. sadaka ni uh, mtu anatoa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu mm, na hakuna mahali ambapo imeandikwa kuwa yule pasta anafaa mm -hmm. kurudisha zile pesa zile, ama msaada ama sadaka aha. Hey. Kiburi pale Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Athmani, karibu sana. Niko hapa. Aha. Sasa, wajua mambo ya rais ndio anaonyesha wanapesa lakini mbona pesa zake zinao dini ni moja tu, mhm hizi -hmm. Pesa mbona asiwe hakuja nazo, ama muslimu anaona sisi ni watu wa chakula tu, hatuwezi pewa pesa kwa moski? mm -hmm. Inafaa ulize pia hilo swali, yaani kanisa zingine zapewa pesa, zingine zapewa chakula. Wanadamu wengine hawapendi pesa hata hapo pia hilo swali. Uh, akiwa atalipata basi aulizeulize. Uh, maanake sisi wote wanadamu tumeona. mm -hmm. Uh, uh, Fadhili ameanza kuuliza, uh, na sasa ndugu Athmani huyu pia anauliza. mm -hmm.